Hii mara ya tano tumekunywa supu ya ngamia, zikifika mara kumi tunakunywa supu ya simba hapa, na nitawaita wote, tunamchinja tunamnywa, na maandalizi ya kunywa supu ya simba hapa zikifika mara kumi. Dhamira ni kufurahi tu, dhamira ni kufurahi tu. <tana> msimu huu tumepambana sana kupata ubingo sana, ndio maana na leo pia watu wamekuja wengi hapa kwa sababu tumevuja jasho Uchampion. Kwa hiyo ikifika muda wa kufurahi unatakiwa tufurahi sana. Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia tujivunie na tufurahie na yale ambayo ametubariki. Kwa hiyo sisi tubarikiwa ubingwa, tunatakiwa tufurahi sana. Yaani hapa muda bado, kwa sababu unajua tuna mwezi wa sita, tuna mwezi wa saba, tuna mwezi wa nane, mpaka ligi ikianza, na miezi mitatu